Sehemu ya nne. Basi niliangalia TV kiugumu ugumu sana pale sebureni, nikiwa kwenye moja ya makochi yale ya kizamani. Usingizi ukanipitia pale pale. Nilipokuja kustuka, ilikuwa tayari ni jioni, ila mama na baba sajuki walikuwa bado kurudi. Na muda huo ng'ombe, mbuzi na kondoo walikuwa tayari wamejirudisha wenyewe nyumbani, wengine waliingia zizini na wengine walikuwa wakizunguka zunguka tu mbuzi wenyewe walikuwa bado wanakula tu majani, kama unavyo wajua mbuzi walivyo na tamaa na chakula. Basi nikajinyoosha nyoosha, kisha nikaziswaga zizini ng'ombe na mbuzi zote, kisha nikafunga vizuri kabisa na milango yao. Nikaenda upande wa kuku, nako nikafanya hivyo hivyo, nikafunga vizuri kabisa milango yao. Basi wakati napita kwenye zizi, nikamwona tena yule punda dume, ila muda huu dude lake lilikuwa limesinyaa. Nikamtazama kwa matamanio sana, ila yeye hakuwa na habari kabisa na mimi, nikiwa na ile ile mini yangu fupi. Taratibu nikafungua mlango wa banda la punda, kisha nikaingia ndani huku nikiwa na wasiwasi mkubwa sana. Aliponiona tu yule punda dume, nikamwona akijibinua mgongo wake, mara dude lake likaanza kuwa mkubwa, huku ukiongezeka urefu kila sekunde. Basi nikamsogerea karibu, kisha nikalishika dude lake refu na jeusi. Basi nikalichuachua na mkono wangu mpaka lote likatoka nje kabisa. Nikaona kumbe haliwezi kuniumiza sana endapo nitakuwa makini lisiingie lote ndani ya shimo langu. Basi nikapandisha mini yangu juu zaidi kisha nikamgeuzia mgongo yule punda dume huku mkono mmoja nimejishikiza kwenye banda ili nipate balansi. Alafu mkono mwingine nikalishika dude lake ili niliingize kwangu, maana yeye hajui kitu, anaweza kuingiza hata kwenye haja kubwa, alafu akaniwa kabisa kudadake. Nilipoligusisha tu kwenye papachu yangu, punda naye akaanza kuingiza taratibu, huku dude lake likianza kuingia mdogo mdogo. Basi baada ya sekunde kadhaa hivi dude lake likawa limeingia kama robo yake hivi. Kwa kuwa uchi wangu ulikuwa mdogo, ilifanya dude lake libane ba kusababisha linisugue kila kona ya shimo langu. Basi punda akiwa akawa anazidi kulisukuma zaidi ndani yangu, yaani akawa ananipiga nje ndani za haraka haraka. Ghafla nikajikuta nikihema kwa raha, huku nikielekea kufika kileleni, huku utamu ukizidi mpaka nikashindwa kabisa kulizuia lile dude la punda kutokana na utamu ulivyonizidi. Basi nikiwa nimejibinua mfano wa nyigu, bila kujua dude lake limeingia robo tatu ndani. Mimi nilikuwa nikilia kwa utamu wa ajabu huku nikiendelea kujikojolea ovyo ovyo pale bandani. Nilikuwa nikipata vilele mfululizo kwa utamu na jinsi dude lake linavyonisugua na kuutanua shimo langu. Baada ya dakika kama arobaini na sita hivi nikajikuta nimechoka sana, mwili wote umeniregea. Utamu ulikuwa mpaka kisogoni, ila ndio hivyo, niliishiwa nguvu. Ila kwa kuwa dude lake lilikuwa bado limesimama vile vile, nikaona simwachi hivi punda wa watu, lazima nikomae mpaka anikojole na mimi mbegu zake. Basi nikalikatikia kwa spidi zote na kuliingiza robo tatu na pointi zake kwangu. Mara nikamsikia punda akianza kupiga kelele. Basi punda aliangaika angaika pale, kisha nikahisi nikahisi maji kama maziwa yakinimwagikia. Yalikuwa ya moto na matamu. Wakati ananimwagia, dude lake likazidi kuingia ndani zaidi ya papachu yangu, nikaogopa nikapeleka mkono na kulichomoa, kisha nikaliweka kwenye mlango wa papachu yangu. Basi punda aliendelea kukojoa zaidi ya dakika mbili na kunilowanisha mapaja yangu na eneo lote la makalio yangu. Mbegu zake zilikuwa nyingi sana. Itaendelea.